Kwa mheshimiwa naibu waziri ambaye ni mbunge wetu wa Mafia. Nadhani mashindano haya yalianzishwa muda, na alituzindulia hapa Bi Aisha Suhuri kupitia kwa Kinabatawi, lakini baada ya muda walipita wabunge wakatusaidia saidia, lakini walipokosa wakatuachia. Lakini kuingia mheshimiwa huyu mbunge tuliye naye, ingawa kidogo kuna mabadiliko kidogo, lakini sisi makusudio yetu ni utendaji. Mabadiliko yaliyopo kwamba fainali ilikuwa tunapitisha Ndagoni ni utendaji na tena zawadi nzuri, na tumeambiwa mara hii zawadi kidogo zitakuwa neno. Mheshimiwa waziri naibu waziri ameshapambana vya kutosha huko kwa wanaofahamu, na zawadi tumeambiwa zipo za kunona. Takbiri kwa kikubwa, kazi hii ni kwetu sisi lakini kingine niwaambie ndugu zangu, kwamba hay kwa ndugu yetu huyu, ndugu yetu huyu tumefanya dua naye, tumemfanyia dua pamoja na Mheshimiwa Rais. Lakini kwa sisi ambao si waombaji ombaji pesa, si tunasema huyu bwana anapambana. Maana sisi mashehe kazi zetu dua na tasbihi na kusomesha vijana ombi yetu sana tunakwenda mana tusaidie bati mbili hapa tena kwa ajili ya jamii si kwa ajili yetu binafsi. Ukija katika majumba yetu, ukiangalia nyumba zetu, ukichungulia indani naona. Lakini ukimwona mwalimu wa madrasa kaenda kuomba msaada kwa ajili ya jamii, madrasa au msikiti, kwa kweli tunashukuru. Tunashukuru anapambana mheshimiwa na kwenye elimu anapambana. Sasa kuna wengine mtu akienda akiomba shilingi mia, akishanufaika peke yake, basi anasema huyu jamaa hafai. Ah, sisi walimu hatuko hivyo. Sisi tunasema huyu bwana, madamu anashughulika mambo ya mambo ya dunia anayofanya, lakini pia na mambo ya Mungu. Qurani, Qurani ukiweka mbele, basi daima Mwenyezi Mungu atakunyanyua, na kama ni kweli dhamira yake hii kuendeleza mashindano haya nyanyua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, basi inshaala Mwenyezi Mungu naye atamnyanyua. Lakini pia tumwombee aweze kuwaangalia walimu wa madrasa wanaoifundisha Qur'ani, awaangalie kwa macho mawili, ili mradi walimu nao wakae katika hali iliyo nzuri. Tunamuomba sana Mheshimiwa naibu waziri katika hilo. Kwa kikubwa, ndugu zangu, wazee wangu, tuyapokee haya mashindano na kama tulivyoambiwa kwamba Jumamosi itakuwa tayari uanzaji wa mashindano katika kata ya Ndagoni. Kwa hiyo inshaallah, tujitokeze kwa wingi, tumwitike, ili mradi tumpe hamasa kuona kwamba hili jambo tuko pamoja naye na tunashirikiana naye pamoja. Nadhani nisichukue muda mrefu, shukurani hizo zinatosha. Tuombe dua, tufike siku hiyo tuweze kuanza mashindano yetu etu na kuendelea.